Mti wa mchaya ama mti wa muadini, wengi wanaofahamu kama mchaya au muadini. Mti huu ni tiba nzuri sana katika upande wa kuweza kutibu malaria sugu, UTI, PID, na maradhi mengineyo mengi, nyemerezi, lakini pia hata wale wenye vidonda sugu. Yeah, una changamoto ya vidonda kwa muda mrefu sana na vinakusumbua sana basi unaweza ukatumia mti huu wa mwadini kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto yako ya vidonda eh, sugu vinavyokusumbua kwa muda mrefu. Sasa nisikilize vizuri, niweze kukupatia tiba iliyokupo sahihi, tiba ambayo itaweza kukuponyesha wewe jirani zako pamoja na ndugu zako ambao e, wenye changamoto mbalimbali mbali, na na imani kwamba ukifahamu wewe kama mti huu tiba, basi unaweza kumwelekeza na mtu mwingine e, kama ni tiba na aweze kutumia. Kama hauja ni follow, ni follow, nitafollow back, like comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Mti wa mwadini unatibu maradhi ya PID. Kwa wale wanawake wenye changamoto ya kutokwa na uchafu katika via vya uzazi na kuwa na muwasho katika sehemu za siri na kuwa na UTI ya mara kwa mara inayowasumbua, basi mti wa mwadini unaweza kutibu changamoto hiyo inayosumbua kwa muda mrefu. Lakini pia kwa kama una UTI sugu, unaweza ukawa unatumia dawa, baada ya muda fulani tatizo linarudi, natumia dawa muda fulani, tatizo lako linarudi, basi unaweza ukatumia mizizi ya mti wa muadini kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto ya PID, UTI pamoja na malaria ya sugu. Kama unakuwa mara kwa mara unasumbuliwa na tatizo la malaria sugu, basi unaweza kutumia mizizi ya muadini kwa ajili ya kuweza kutibu eh, malaria ya sugu. E, jinsi ya kuweza kutumia tumie, uh, chemsha kisha utakuwa unakunywa glasi ya melezi 100 asubuhi, glasi ya melezi 100 jioni, kila siku kwa muda uh, wa siku kumi na nne mpaka siku ishirini na moja utaweza kuona mabadiliko makubwa, lakini pia utaweza kuona jinsi gani unavyoweza kupata nafuu siku baada ya siku kutokana na mti huu wa muadini. Kwa wale wenye changamoto ya vidonda sugu eh, kama una kidonda kina zaidi ya mwezi na miezi eh, kidonda chako hakiponi basi, kisafishe vizuri, kisha uh, utachukua hayo majani mateke mateke, majani ya muadini. Utayaponda kisha utabandika katika sehemu ya kidonda chako. Kina mti uh, huu inaondoa bakteria katika upande wa vidonda, lakini pia inarudisha ile ngozi uh, iweze kushikamana na iweze kufunga katika kile upande wa kidonda. Mti huu ni tiba nzuri sana katika upande wa vidonda. Kama hata umejikata sasa hivi ama umeumia na sehemu kuna mti huu, kabla ya kwenda sehemu kuchoma sindano tetenasi, basi chukua utomvu wake, unaweza ukapaka. Inaondoa wale bakteria hatarishi ambao wanaweza kusababisha saratani katika sehemu hiyo ya kidonda, kabla haujaenda kuchoma tetanus, na imani kwamba itakusaidia sana kama upo mbali na kituo cha afya ambacho unatategemea kwenda kuchoma sindano tetenasi. Lakini utakapotumia mti huu basi utakuwa umeweza kuondoa bakteria wote na kuweza kurudi katika hali nzuri. Mti wa mwadini ni mti mzuri sana katika upande wa tiba. Nami ni mshauri wako ninaye kushauri kila siku kuhusiana, kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heli usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share, acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa.